Ili kuepuka na upungufu wa homoni za kiume, unachotakiwa kufanya ni kuangalia mtindo wako wa maisha ukoje. Cha kwanza cha kufanya, uh, fanya mazoezi ya Kegel kila siku asubuhi na mapema. Jitahidi sana uamke mapema kwa ajili ya afya ya kazi zako na utafutaji, lakini pia na kuweka akili yako ikae ya vizuri na kufanya mazoezi. Kitu cha pili ambacho unatakiwa kufanya ni kujitahidi kula vizuri. Epuka vyakula ambavyo vina mafuta mengi, epuka vyakula vyenye sukari nyingi na kemikali nyingi. Lakini pia, jambo la tatu, jitahidi sana kupata muda mzuri wa kupumzika, kulala angalau kwa siku kwa masaa nane hadi masaa tisa. Kitu kingine cha kufanya, jitahidi uwe na afya mzuri ya akili. Akili yako iwe vizuri, usiwe na msongo wa mawazo, usiwe na depression za mara kwa mara. Tulia, pumzika, utajikuta tu kuna namna, ile hali ya kiume inaanza kukujia, inarejea. Hiyo ndiyo namna mzuri ya kukurudisha katika kurejesha homoni zako za kiume.